Ya huu Petro yes. Ni walimu wawili tofauti ambao na falsafa mbili tofauti ko usi, usilazimishi wakacheza mchezo mmoja inawezekana haichezi vizuri, huwa na mbinu zake. Gamondi alikuwa na mpira wa pasi fupifupi hata ule Nabi alikuwa na mpira wa pasi fupi fupi, lakini huu hapa kuna design tofauti ya mpira ambao ameingiza, na kwa sababu mgeni, huwezi kulazimisha aicheze kama ya Gamondi. Mfumo unaingia taratibu, lakini timu bora siku zote ni timu ambayo inapata ushindi, hata kama haichezi vizuri kwayo. Yanga ni timu bora, ndio maana ni bingwa mara mara tatu mfululizo, mara nne mfululizo, bado leo waandishi wa habari mnajaribu kushika masikio kwamba ichezi vizuri itapoteza. Itapoteza hapa, itapoteza hapa. Mwisho wa siku tunashinda hata hapa. Simba hamwezi na Yanga kwa sababu Yanga tunacheza kiakili nyingi, hata kama atuchezi vizuri, ila wachezaji wetu wana knowledge kubwa ya kuingia kwenye game na yani, ya simple, simple. najua simple. Na kama, na kama kuda boy kwamba mpira ni takwimu Mpira ni namba ya matokeo yake ndio tunayo kuhukumu leo. Sisi yanga tunacheza na Al Hilal Omdurman, hatua ya kwanza makundi, hapa Benjamin Mkapa yanga tuna dominate mpira, end of the day matokeo anambeba nani? Al Hilal Omdurman. Tunaenda Algeria hapa na nane, al MC Alger tunacheza mpira mkubwa. MC Alger mwenyewe anaomba po, anatamani kwamba hata tuishe dakika 90 tukiwa bila bila, lakini mwisho wa siku matokeo anambeba MC Alger, anafunga magoli mawili umenielewa end of the day, tunaanza kwenye kunyanyuka tunaenda Kongo, tunarudi kwenye boli yetu. nawambia sasa, si tunahitaji mali, tunakosa tuna nafasi ya kwenda robo finali kwa aggregate ya goli, sio point. Maana sasa nataka nikwambie kitu kimoja, ukimzungumza Dube, hata leo nilikuwepo Global TV nazungumza hili swala, hakuna striker ambaye tuko naye kwenye ligi yetu hapa Tanzania anafikia mchango wa Dube. Nikizungumza hivyo, watu wanakuja kusema uchebe, hujui mpira, watu wa Yanga hamjui mpira. Nadhani nikwambia kwa msimu uliopita umenielewa. Tunaenda ni namba, msimu uliopita Prince Dube mpumelelo ametoka na goli kumi na tatu na asisti kumi na nne. Huyo mshambuliaji goli kumi na tatu, asisti kumi na nne. Wakati huo tunaangalia huyo anamweta nani Soa? Ana goli 13. Uh, unakuta Clement Mzize goli 13. Hawa tumewachukua washambuliaji tu. Umeelewa? 13, 13. Tunachokuja kuangalia kwa Prince Dube Mpumelelo alikuwa na assist nyingi kuliko hawa washambuliaji wengine. Leo hii kama kusingekuwa na penalty za mchongo zilizokuwa zinatolewa kwa jincha za uwa, ungekuwa kama we ni mwandishi ambaye unatenda haki kwenye football. Tunachukua Prince Dube Clement, Mzize pamoja na Soa wako pale, watu watatu, mchukue mshambuliaji bora ambaye unamwona kwako ni Beti amefanya vizuri, ungempa nani? Mchukua wao?